Na namna ambavyo e, Aishi Salum Manula ameimbwa, lakini hivi sasa ni nyakati za kumwimba Musa Pilipin Kamara. Pia kwa Aishi Salum Manula ni kwamba kama nyakati zake zimeisha vile Simba, uh, ma, ka, Manula hajaisha, isipokuwa ni taratibu tu za uongozi na timu yetu, lakini mimi nina uhakika atakuja atarudi tu hmm. ya... kwa Kamara Simba yuko kwenye mikono salama kwa, kwa sasa bado hawezi kuibuka kwa kwenye. Sasa bado kwa sababu pinpin Kamara anatisha, kwa sababu kama umeangalia mechi ya Uganda mm, na, gine. Na gine, zidi he, he. He, he. Watanzania wengi walikuwa wanajua kwamba Kamara ameumia, Kamara amecheza ile mechi mm, na bado ametoka, na kwa hiyo yuko vizuri kwa Pinpin Kamara. Manura bado anasubiri mpaka na yeye amuonyeshe mwalimu ama Uh, mpa changamoto nyingine Aishi Salum, uh, bado Simba bado tunamhitaji, tunamuhitaji Manula. Manula bado ni Tanzania 1. Na, bado, na bado, bado ni kipa bola, bado anahitajika hmm, ndani ya Simba. Eh. Sio kama umepata kipa bora basi kile cha zamani ukitupa, yeah, usiache mbachao kwa msala upitao ah. Tumeongea mengi sana kwa aina mchezo huu zidi Almasri JB ee, Simba huu mchezo ni kama unahitaji kwa hali na mali kwa aina kikosi ambacho kipo Simba, lakini pia kwa aina Almasri, Simba wamekuwa wakiishia robo mara kadhaa, lakini wenyewe wanasema wanaitafuta nusu fainali. Ni nyakati sahihi kwa Simba eh, kufuzu nusu fainali hivi sasa kwa aina ya kuishia robo mara kadhaa, JB. Uh, kwa msimu lazima tufuzu kutokana na aina ya timu iliyotengenezwa mm. Timu imekamilika kila idara, kwa sababu ukianzia yani Almasi, hata game experience bado Almasi ana wachezaji wachache wenye experience kubwa kucheza mashindano ya kimataifa kukompea na nami mm. Nadhani Almasi kwa misimu hii ya karibuni kuingia robo finali, ndio hii mara ya kwanza anaenda kukutana na Simba ambayo ina, ina, ina experience kubwa mm. ya kucheza robo finali. Iyo shirikisho iwe klabu bingwa Simba ameshacheza robo fainali nyingi. Kwa hiyo mimi nina uhakika kabisa ukianza na golini mm. tuna golikipa ambaye ana experience ya kucheza mashindano ya kimataifa, anaitumikia timu yake ya taifa Pimpen Kamala mm. tuna Hadi Salim ana experience ya kucheza robo fainali ya klabu bingwa na robo fainali ya African Football League. tena amecheza na vilabu vikubwa, timu namba moja na timu namba na mbili. Ukija Kapombe ana robo fainali takriban sita ukija Chabalala na robo finali takriban sita mm, za shirikisho mbili za klabu bingwa nne. Ukija hapa katikati Shemalo Nshondo ana klabu bingwa robo finali ana, ana ana, robo finali ya shirikisho mm. Ukija Biwaza Kiamka, tayari ana robo finali ya nini ya shirikisho na ametoka kwenye ligi bora ya South Africa, alikuwa anacheza Super Sport, umeelewa. Ukija Karabu tayari na kashaanza kupata game experience umeelewa mm. Ukija Kagoma kashapata game experience ko ngoma ndo usiseme, ana mpaka ana fainali ya kombe la shirikisho na ana nusu fainali ya nini ya klabu bingwa akiwa anacheza na nani, na Raja ya Casablanca. Kwa hiyo Simba ina wachezaji wengi kimbe sana robo fainali ya klabu bingwa, ana robo fainali ya, ya shirikisho ana robo fainali ya nini ya African Football League. Kwa wachezaji wa Simba wengi wa okay, wana experience kubwa ukikompare na wachezaji wa nini umetaja experience ya wachezaji wa Simba, lakini pia umezungumzia Almasi. Ni wazi Almasi anaenda kuingia kama underdog mbele ya Simba Almasi anaingia kama ndadogo kwa sababu katika zile timu nane Simba pale timu ambayo anaweza akakompete nayo ni Zamalek peke yake. Ndio wakubwa hao. Kwa hiyo tunazungumzia hata kwenye betting ile mashirika ya kubeti. Simba licha ya kuwa yupo ugenini huenda akawa favorite ya kushinda mchezo sana kuliko Almasi. Kwa hiyo ulivyoongea, e, Simba ana ana favorite. Sema yule ana home advantage kwa kwa kwa kwa sababu kule yuko nyumbani kwao. Hmm. Lazima atapoa odds kidogo zizo zizo nini. Lakini kwa Simba katika swala la kufuzu Simba na asilimia themanini ya kufuzu kuliko na hmm, kuliko Almasi hmm.